Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kuzuia uchaguzi ni madhara makubwa, ni bora tuingie kwenye uchaguzi. Na wanaongea hivyo ni wanaume asilimia 95, tunaumia kwenye madhara haya na madhira haya ni sisi wanawake. Ninawasihi wanawake wenzangu, mnaonitazama, msiingie kwenye huo mkenge wa kwenda kuzuia uchaguzi, kwanza ni kosa ni kosa na mtapigwa mtavurugwa. Sasa wewe watoto wako, mheshimiwa mwenyekiti Lisu wako Beligiji, unawaambia wengine wakazuia uchaguzi nani? Hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto wake anakufa. Mimi nimejivua wanachama wa Chadema, mimi nimejivua nyadhifa zangu zote nilizo nazo kwenye chama hiki. Gonjwa lililoingia ndani ya chama ni chuki. Ukuta wa chuki umejengwa, umepanda juu kiasi kwamba kwa sasa hivi Haiwezekani watu wa mashariki wakutana na watu wa magharibi, haiwezekani watu wa kusini wakutana na watu wa kaskazini. Ninatoka sitoki, kwa sababu nimetukanwa sana, wala sitoki kwa sababu nafasi yangu haipo, ipo. Ninatoka kwa sababu naenda kutengeneza backup ya Chadema. Imeishiwa pumzi, malengo yanapotea, tapita njia nyingine Unapokuwa mwanasiasa lazima uwe na malengo, uwe mwenyekiti wa kitongoji, uwe diwani, uwe mbunge, uwe rais. Sasa kama hivyo vyote chama leo akiendi kwenye uchaguzi, sisi mimi na wewe tunafanya siasa ili iweje? Ili niendelee kulinda heshima yangu nimeamua kujiondosha kabisa kwenye chama hiki cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema ili kubaki kuwa mama wa nyumbani. Mambo ya siasa ya Chadema wasinishirikishe kwa chochote. Siasa sio podi ya mtu na maiki, ndugu zangu, siasa ni mikakati. CCM hasusiwi, CCM ukimsusia, nakomba sinia lote <laughs> Kifupi, najivua hiyo huo na nafasi na, na yangu ya ukatibu wa kamati ya, ya mafunzo kanda ya Victoria, na najiondoa rasmi leo Chadema kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni future, sioni hao Watanzania wakwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi. Usisahau kusubscribe, comment, ku kulike na kushare ili kuwawa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.